Labda atakayemzidi mwenye kufanya amali saleh katika masiku haya kumi, akamzidi thawabu, ni mtu atakaye kwenda jihadi na mali yake na nafsi yake, na asirudi na chochote katika hivyo vitu viwili. Huyo ndo anaweza akashindana, au akamshinda kidogo mwenye atafanya mema. Sisi tuna nafasi, tuna nafasi ni kufanya jihadi na nafsi yako, uilazimishe kama kufunga, uilazimishe kama kutoa infaq fi sabilillah, usaidizi wa aina yoyote katika masiku haya, unachukua thawabu nyingi sana, wamshinda yule aliyeenda jihadi na akarudi na nafsi yake, hata kama mali yake itapotea. Kwa hivyo ni masiku matukufu sana. Hilo ilikuwa ni nukta yangu ya kwanza ya kuitanabahisha katika khutba yangu ya leo, lakini si katika maudhui ambayo kwamba nimechagua kuzungumza nanyi katika daqaiq hizi. Almaududa la pili ambalo pia ni nukta muhimu, haipo katika khutba, nisije nikasahau, ni kuwa kuna sunna muhimu tunazisahau kwa yule ambaye kwamba amenuia insha Allah atachinja, atachinja mbuzi, atachinja kondoo, atachinja ng'ombe. Amenuia siku ya Eid, siku ya kuchinja, nitachinja na mimi, mtia nia yake, basi mtume sallallahu alaihi wasallam anamkumbusha, anamwambia falyumsik an sha'rihi wa affari, asinyoe nywele zake na asikate kucha zake. Nukta muhimu pia yafaa tukumbushana, kama umetia nia ndugu yangu utachinja eh, na vichinjwa vinafahamika ima kondoo eh, mm, au mbuzi au ng'ombe au ngamia, sawa. Kama saam umenuia kuchinja kuku ah, wewe nyoa nywele zako nakata kucha zako eh, kuku hayupo pale katika vichinjwa tuta hii ni nukta nyingine ambayo kwamba kwa haipo katika maudhui yetu ya khutba, lakini ni muhimu kuitanabahisha kwa sababu masiku ndio haya tumeyaanza. Zaidi na nukta ya mwisho ambayo kwamba kwa haipo katika khutba ni kuombea ndugu zetu wote ambao kwamba kwa wamekwenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape kabuli katika ibada yao, kama walivyoenda salama, warudi katika miji yao na familia zao salama insha Allah na sisi ambayo kwamba tumeshikana hatujawapata nafasi kwenda mwaka huu, Mwenyezi Mungu atupe hatua. Kama kuna hajaenda mtu kwa sababu ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu ampe shifaa. Mtu hajaenda kwa sababu ya mambo magumu, hajapata pesa za kutosha, Mwenyezi Mungu ampatie sababu za kupata pesa. Mtu hajaenda kwa sababu nyingine yoyote ambayo kwamba ni ya kisheria, Mwenyezi Mungu aitatue hiyo haja na mwakani inshallah ungane na mahujaji wengine kwenda katika baiti alharam, ya dhahibina ila albaiti alharami, laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha, qad aqamna ala udhrin, wa man aqama ala udhrin faqad raha. Ayuha alikhwatu alkiram, tukianza kabisa mwanzo wa khutba yetu na tutazungumzia leo baada ya kumsalia na kumsalimia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Miujiza na hajj. Hajj ni ibada kubwa, yanapatikana mengi kupitia ibada kama hii. Tumeelezwa falsafa ya hajj, kutakabaliwa na mambo mbalimbali mbali, katika khutuba zilizotangulia. Leo tumechagua tuzungumzie miujiza na hajj. Kwanza Twafaa tufahamu au tukumbushane, kwa wale wanaofahamu, kuna maneno ya kisheria kama manne matano, tuyafahamu kwanza, ndipo tutaifahamu vizuri khutba yetu ya leo. Neno la kwanza ni almujiza. Mujiza ni nini? Ukisikia mujiza ni nini, ulama wanatuambia mujiza ni amrun khariqu lil'ada yujrihi Allah subhanahu wa ta'ala ala yadi nabiyyin min anbiyaihi ta'yidan lah. Taarifu ta ni ndefu lakini hapa tutosheke. Muujiza ni nini? Muujiza ni jambo ambalo kwamba si la kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa mmoja katika mitume wake au miongoni mwa mitume wake, kumpa nguvu katika da'wa na madai yake kwamba yeye ni mtume wa Mungu, ili watu wamwamini, wewe ni mtume wa Mungu. Mwenyezi Mungu humpa kitu kinaitwa muujiza. Hili si gumu sana. Ukirudi kwa Saidina Musa utapatana, alipewa na alipewa fimbo aswa Musa E, fimbo ile alikuwa akiachia chini yageuka nyoka mkubwa. hadhihi muujiza li sayidina Musa. Na muujiza ilikuwa ikilenga hali za wakati ule. Kila mtume anapewa muujiza kulingana na hali ya, ya wale anaowalingania. Kwa haraka haraka, kwa sababu dakika zetu ni chache, ukirudi kwa Sayyidina Isa mathalan, alikuwa na uwezo na huo muujiza aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akikugusa kama una maradhi wapona, bali hata waliokufa aliwafufua Saidna Isa alayhi salam, kwa nguvu na huo muujiza aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukisoma katika Qur'ani utaona hayo mengi, na kila alipokuwa akizungumza, "mimi e, naweza kutengeneza ndege e, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, naweza kufufua aliyekufa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, naweza kufanya hivi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malizia mwenyewe ukienda kwa Saidina Ibrahim mengi, eh, miongoni al, alitiwa kwenye moto mkubwa na hakuweza kuungua. Moto uliisha naye akabaki yuko sawa, hajaungua hata nguo yake. Miujiza hii ilipatiwa mitume na ni mingi sana. Jambo la pili ambalo twafaa tujafahamu, kuna kitu kinaitwa Al irhas, Al irhas vile vile ni jambo lisilokuwa la kawaida. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampa mmoja katika mitume yake kabla ya kufikia umri wa arobaini wa kupewa utume, bado mdogo. Kuna vitu vinafanyika, watu wanavishangaa. Huo hautu muujiza unaitwa nini? Al irhas jambo anapewa mtumi, lakini katika akiwa mdogo e, anaanza kufanya mambo ambayo kwamba si ya kawaida e, na mifano katika hiyo iko mengi. Hata ukisoma katika sera ya bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza kutokewa na mambo bado mdogo, hata itaitwa miujiza, bado hajasema mimi ni nabii, bado hajaanza kazi. Hii inaitwa irhas. Jambo la tatu ni alkarama. Alkarama ni amru khariqu lilada, jambo lisilokuwa la kawaida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anampa mja katika waja tu wa Mwenyezi Mungu, ima akawa wali amepewa jambo kama hilo, anaweza alifahamu au asijue akawa na jambo kama hilo yeye, hii inaitwa karama, inaitwa alkarama, na haya ni mengi, na yule anayefuatilia kwa mashekhe hata atajua, mashekhe wana mambo eh, baadhi ya Mwenyezi Mungu amewachagua, amewapa. Mwingine anaweza kuwa ni alabdul al al adi mja wa kawaida kabisa, lakini ana karama, ana karama kama hizo. Sisi tunamwona wa kawaida, lakini kwa Mwenyezi Mungu ana jambo lake. Eh, kwa hivyo anakuwa ana, ana makarama, anaweza akawa mfano eh, mnagana hapa bwana, mimi tumepata shida au msiba Mombasa, tumemwacha Nairobi na hakuwa na nauli na tukamkuta msibani Mombasa, si mara moja, si mara mbili. Nchi jirani, hatupendi kutaja majina, kuna mtu ana hija zaidi ya hamsini na mbili tatu sasa hivi, mzee mmoja anaitwa Darwesh Rocket, na imeitwa rocket kwa sababu wakiagana na watu hapa, yeye tamkuta kule amepanda nini. Ukimuuliza naye hasemi, kwa sababu pia wanaambiwa wana miiko yao, usiseme kwa hivyo ana hija 50, tangu 68 anaenda huko. Ukimwangalia hata anapolala huwezi kujua huyo anapataga wapi. Kwa kwa mwaka huu kulikuwa kunaenda 1500 na kitu kidogo, au ipungue kidogo ndio uende hija ya mwaka huu. E, dola dola ngapi ambazo, e, kwamba ni kama milioni moja ya Kenya Hmm, kama milioni moja ya Kenya. Sasa huyu mzee ambaye ukimwangalia mazingira yake, watu wakiondoka, yeye hapandi hizi ndege mnazozijua. Mara chache unamwona katika hizo, anaweza kadhaminiwa na marais au wakubwa fulani, lakini mara nyingi katika hizi hamsini pengine arobaini ni watu humkuta kule Alkarama na kabla kuja ya kuja kuiongelea mawili au matatu ya mwisho, hapa ndipo ambapo likuwa nasema miujiza ya haji ndio kituo changu kikubwa, nimalizie, kisha nimalizia na hayo mawili matatu. Tumalize kilima chetu katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, hizi social media. Wiki hii ya mahujaji wa kisafiri, kumekuwa na tukio kubwa ambalo kila mtu amelisikia isipokuwa wachache sana ambao hawana kuingia ingia kwenye habari na vyombo vya habari na hizi social media. Kuna haji mmoja Libya, anaitwa Amir Mansur Gaddafi. Huyu mwaka huu alinuia kwenda haji kumzuru kuzuru nyumba ya Mwenyezi Mungu pamoja na kuzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Alipokuwa katika uwanja wa ndege wa Libya tayari kuondoka, na wameshaingia katika ile swalatul mughadara tadipacha watu wako tayari kuondoka watu wa usalama walimfuata kwa sababu ya jina lake hilo la mwisho, kumwambia kuna tatizo kidogo, njoo tuzungumze, lakini utaondoka sasa hivi tu. Basi wakaingia naye kule. Ndege yenyewe haisubiriki, mtu muda ukaisha, milango ikafungwa, yule bwana bado hajamaliziwa ndege kitaka kuruka, amemaliziwa tatizo limeisha, lakini yule manager wa safari akamwambia, tayari milango ishafungwa, wewe mwaka huu naona huwezi, labda tafute njia zingine. Akamwambia, mimi nitahiji mwaka huu, nimeamua nitahiji, nitakaa hapa hapa. Ndege karuka kufika juu, pilot anampa taarifa wasaidizi wake, kuna tatizo kwenye ndege yetu, yabidi turudi chini tuangalie. Bado hawajafika mbali, wakarudi kwenye matoare, airport wakatua, kaangaliwa tatizo. Wale wafanyakazi wakamwambia yule manager, bwana Amir, tayari mambo yake, sasa kama ndege imerudi aingie. Akamwambia hapana, tushamtoa kwenye hesabu, ndege iko tayari, tunaendataenda Amir, tusha ndege ikaruka, kufika juu kuna tatizo tena, yafaa iteremke chini, itarudi kwa mara ya pili. Na hapo ndipo meneja akakubali sasa amiri aingie kwenye ndege. Ndege ikiangaliwa haina tatizo, ndege ikiondoka mpaka Maka bila wasiwasi wowote. Watu wa kwenye ndege wanazungumza na wale waliokuwa wakimsindikiza, anamwambia barakataka, barakataka Tuombo tuombe dua, madha bainaka wa baina baina Allahi, ya Amir. Vyombo vya habari vikachapisha vikazungumza mengi, una nini kati yako na Mwenyezi Mungu ewe Amir? Eh, si machache haya kwa Amir na yamekuwa ni machache kwa sasa hivi, lakini wakati ule walipokuwa wenyewe wapo, kulikuwa na mengi sana. Nimalizie katika mifano na katika wakati wa Sayidina Shafii na Sayidina Ahmad. Maimamu hawa wawili, mmoja alikuwa mwalimu, mmoja alikuwa mwanafunzi, waliishi katika zama moja. Kulikuwepo na mtu katika watu wa mji, katika watu e, wafuasi wao, anaitwa Shaiban Arrai. Huyu kazi yake alikuwa anachunga, ana wanyama wake kama ishirini, thelathini, kondoo na mbuzi, anachunga, yeye ni mchungaji. Lakini alikuwa na siri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wanazungumza. Ilikuwa ikifika wakati wa swala, anawachukua mbuzi wake, anawapeleka karibu na msikiti, kama hapa kwa uwanja anawachorea mstari hivi mbuzi wako katikati, anachora mstari, kisha anaenda kuswali. Hakuna mbuzi mmoja wala mnyama mmoja atavuka ule mstari mpaka amalize kuswali arudi, eh. Habari hizi ni kama za utani, zikaenea zikawafikia maimamu. Imamu Ahmad alikuwa anataka kumjaribu, akaambiwa na Imamu Shafi, usifanye hivyo, usiwajaribu hawa mimi nataka nimjaribu tu, aka akawambishi kwenda kumjaribu mimi nitaenda kumuuliza maswali mawili ya kifiki, nimwone yukoje huyu mtu. Akamfuata anapochunga siku moja, akamwambia mi nataka nikuulize maswali mawili ya tatu ndugu yangu. Akamwambia wewe unachunga wanyama wengi unatoaga zaka katika mbuzi? Zaka ina kiwango chake, zaka yako ikoje? Akamwambia Imam Ahmad, akamuuliza huyu bwana eh, arai huyu akamwambia, kwenye madhehebu yetu au kwenye madhehebu yenu, eh, uta, kwenye mbuzi wako hawa wanafika hamsini kiwango cha zaka unatoaga kwa ngapi kwa mwaka? Anamwambia kwenye madhehebu yetu au kwenye madhehebu yenu? Akamwambia kwani kwa, kunaendaje? Akamwambia aa, nakuuliza tu nijibu. Akamwambia sawa, kwenye madhehebu yetu yetu sisi watu wa fiqhi Imamu Ahmad eh. akamwambia kwenye madhehebu yenu, kwenye mbuzi ishirini na tano atoa mbuzi moja Akamwambia sasa kwenye madhehebu yenu nyinyi? Akamwambia kwenye madhehebu yetu mja na mali yake ni za Mungu eh. Akamwambia ba mtoto na mali yake ni za baba eh. Akamuuliza swali la pili na likamwondoa hapa, akamwambia sasa, mtu kwa mfano amesahau sunna katika swala eh, na swali nimesahau kuleta kitendo cha sunna kwa mfano nimesahau kuleta tahiyati ndogo ile ya katikati, nikasimama, huwa anatakiwa afanyeje? Anamwambia, kwenye madhehebu yetu au kwenye madhehebu yenu? Eh, na hapa naye pia kuna madhehebu eh. kwenye madhehebu yetu akamwambia, atasujudu sijida mbili, naam. Akamuuliza, na kwenye madhehebu yenu? Akamwambia, a, kwenye madhehebu yetu unapoingia kwenye hadhara ya Mwenyezi Mungu, si una swali, uko kwenye hadhara ya nani? Kisha usahau mje, anaposahau na yupo kwenye hadhara ya Mola subhanahu wa taala, yajibu an yuadab, huyo anafaa kuadabishwa, afaa kutandikwa mboko, si tumeelewana eh? Unasahauje na uko kwa Mola subhanahu wataala kwa hiyo kwenye madhehebu ya hawa watu wenye karama na karibu na mwenyezi mungu subhanahu wa taala, akisahau anafaa chapwe bakora. Si tunasahau mara ngapi kwenye sala zetu? Kisha kuna jambo la tatu, nimemaliza mifano miwili mitatu. Kuna jambo linaitwa tumesema, muujiza, alkarama, al irhas. Kuna jambo linaitwa almauna na jambo la mwisho linaitwa al-ihana. Hii ihana, kwa sababu ya muda, nielezee dakika mbili nimalize. Ihana ni jambo anapewa mtu anayedai utumi, si mtumi. Sema muujiza, anapewa mtu anayedai utumi wa kweli na ametumwa na mwenye. Apewa muujiza huyu, anasema mimi ni mtumi. Bwana, ilitokea wakati wa mtumi bwana mmoja anaitwa Musailamatun Kadhaba. Huyu alikuwa anatoka Iraki huko, lakini hakuonana na mtume. Na mtume alivyokuwa ni yuko karibu na Mwenyezi Mungu, mtu jahili kama huyu, mtu kafiri kama huyu, hata Mwenyezi Mungu alimchukua mtume kabla ya kuonana naye, lakini mtume alikuwepo wakati naye yupo lakini kuonana naye tu ilikuwa mtihani, kwa sababu ya mambo yake. Mtu anaitwa Musailama tunkadhab huyu, kulitoka wafdu unaitwa wafdu bani Tamim, umekuja kwa bwana mtumi sallallahu alaihi wasallam. Ulipofika kwa mtume, akawauliza mmekuja wengi, bwana mmemwacha nani uko katika mji wenu? Tumemwacha bwana mmoja anaitwa Musailama. Mtume e, akasema basi, bwana huyo naye ana bahati kwa sababu eh, Waarabu wanasema nini? Ile le sayyidun nas khadimuhum, amemwacha, anawahudumia, anachunga wanyama wenu, basi huyo ni sayyidi huyo. Mtume akasema hadithi sayyidun nas khadimuhum. Waliporudi wakamwambia bwana, mtume amesema wewe unafanya kazi nzuri. Akamwambia ah, basi sawa. Tumemsema mimi ni saidi kwa sababu nime... Usiku shetani wake akamjia akamwambia, basi si hivyo tu, mimi sio saidi peke yake eh, mimi pia nimekuwa mtume. Kaandika barua <laughs> kwenda kwa Muhammad akamwambia, bwana yule anayekujiaga wewe Jibril amenijia na mimi kwa hivyo alardu qismatun baini wa baina, atugawane ardhi bwana, na mimi ni mtume akawa watu wanajua ni mwongo, akawapelekeza watu. Lakini nukta muhimu ni kuwa ikafika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miujiza, akiweka maji hivi, watu jeshi zima linakunywa, e, ndoo ndogo ya watu kunywa watano, akiweka mikono yake jeshi la watu elfu moja linashiba maji, yanatoka tu kwenye, kwenye vidole miongoni mwa miujiza aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa siku moja jicho la Katada likatoka vitani, Mtume akalirudisha likawa laona kuliko kawaida. Na alipoambiwa hebu tuonyeshe nawe Qur'ani yako, akatengeneza Qur'ani yake. Maneno ni mengi na muda umekwenda, lakini nukta ya mwisho ni kuwa huyu mgonjwa akapatikana, jicho limetoka. Mleteni, mtamfanya kama Muhammad? Si mimi mtume kama Muhammad. Akaletwa mgonjwa, akachukua jicho akalipulizia, likazima kabisa, na ikawa ndio mwisho wa kuona yule. Eh, musailama tun kadhab, historia yake ni in ndefu, tutapata nafasi siku nyingine tueleze. Qul qauli hadha wastaghfirullah li wa lakum.